What? Mungu amenipigania pigansi makoua ni mtoto wangu. <laughs> Katika saiti, watu wanaogopa wa sana watu wazege, manake watu wazege ni watu wabaya. Watu wakikula wanaenda na wanaenda, watu wazege mahali pale wanafanya kuna mtu wazege yuko jamaa, simpresi vile mnafanya akaa anasimama tabaudi anaongea na watu wa zege ba. Jamani simkula mlipe. Cha ajabu ni kwamba wale watu wanafanya kazi mahali pale, lakini hawalipi mahali pale. Mimi na sangu waende na wanakula one week Monday to Saturday we, lakini Mungu ni mwema, ukitisha kibali Mungu, Mungu anakupenda. Amen. Pia katika biashara unahitaji jambo moja tu, kuwa na hekima ya kuwabeba watu, na kila anayekuja yuko na mambo yake kichwani. <laughs> <laughs> <laughs> Pa na unakudongoza sana, na hapa nini? Hakuna ishazoea, mwenzangu, najaribu kujirembesha, fanya eh, anongoza na we unafata mpaka na chakula. Awa ni bure, hakuna mtu kwangu anakula bure. Mimi kile kitu nataka ni kile kiko. Alafu leo na kuna wachekea tu. Tena na waita <laughs> na waita baby. Na kuita baby na kuita sweet. Sio kwamba tunamaanisha kwamba ni mapenzi. Sasa kwa nguvu ghafla uone unasema baby, alafu mzee wako amesimama nyuma yako unja mbona. Sasa mimi pale niko kazi. Yeye ni mzee nyumbani na mzee mzee. Lakini sasa ndio ndio. Ah, wewe unaona wewe ni mzee wa kofi. Sisi nawivu sisi uh, nawivu bwana moja, yani mboja, yani ishuali uh, auite baby. Alafu mimi nimesikia, alafu niambie ni kazi, alafu tazingira unakuja kuchelewa nyumbani. Sasa baba, kama unawivu, nastahili ufunge kazi, nikae kwa nyumba, pia nastahili kuka okay.

Tapenda tu kuna peke yetu peke yetu. Ndio ni sawa lakini pale ni matafuta pesa yake. Sawa baby. <tipeta> Nataka nikwambie mpendwa wa Mungu ni mwema kwa sababu mahali pale nilipofika nilipata wale wa mama wanauza mahamri shilingi 5 mimi nikaenda na yangu shilingi 10. Na ukapata kibali ukauza ukamaliza. Na niliuza. Usi uchawi huu. Eh? Ujawi wa nani? una nguvu kuliko wachawi wenyewe. Ajana kuna kuna mahali Biblia inasema hata kuna mchawi alitazama miujiza ile iliyofanyika, akasema mimi ndio ndio utawangu, si utawangu ndio usiende huko wewe. Alikuwa anaitwa Bariki. Maharage wale wa mama wanauza ishirini, mimi yangu nauza kati. Sima na wanauza 60, mimi nauza 80. Basi hapo hiyo ndio ya Yesu ya Jerusalemu imekolea Awe kuweka uze vyako na umudumikie Mungu. Nakwambia hata ile biashara ya bibi, ukapuza viazi, unavimaliza mwenyewe polepole. Unasema wacha niongeze ukwaje? Unabonyeza kimoja, unaongeza vitano, unasema na kula hivi. Mtu anakuja na pesa hapo anataka kununua. Yaku ni yetu ni bei. Wakati nilipoombewa niliporudi kuketi pale nilimwombea Mungu. Utakapo nisangulia, nitakapokuona, nitarudi mahali hapa na shukurani yasuta sieenela julia

izo zuri, hata hata, si leso, si vitenge vitenge, nakwambia, kama ningekuwa na bibi yangu mliafya, angesema hisi mapendo hivi, hebe kikanaso tena kwa business, nakuambia, Mungu akubariki mwanangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama Baba, kubariki mtumishi wako, amebariki kanisa lako kwa ile kazi ya Mungu iliyofanyika hapa, hiki ndicho tulichoongoza nacho Bwana, nasi tunamuombea. Baba, ulisema ya kwamba atakaye bariki nyumba ya Bwana akaweza kubarikiwa. Baba, fungua milango zaidi, pesa zake Baba zisikome kuingia zikaweze kuingia katika jina la Yesu Kristo. Baba mfungulishe yeyote, na anayeonja chakula chake ikawe chakula cha kipekee katika jina la Yesu Kristo, maana popote anatembea, Baba mupe kibali cha mafanikio kwa ishara kaishani mwake. Tumemwombea na kuwekea ulinzi jamii yake, watoto wake, na pamoja na familia yake, na hata kazi yake na yeye mwenyewe. Mungu wake kamzidishia hiyo roho aliyonayo, Bwana kazidi kumfanikisha zaidi na zaidi katika jina la Yesu lukwele. Amen. Amen.

Hakuna mtu anakuibia. Yako ni cha Mungu chana akubariki pesa kidogo si chini ya 10,000, elfu kumi aneaai mimi ni mbea Juse alitufanyia shopping nzuri sana, kitunguu kama kichwa, tomato vicwa vitatu makaroti kubwa na akapeleka akasema, hii ni ya baba e, hii ni ya Boni na mama Jeni. Pigeni makofi. Kile usikoweza pigia mwenzako makofi anayeweza. Unasikiaje Roni mwao? Kweli hata ukiwa Mchage hutatuweza takuinyaua yeah. Yes, so ungo wabariki wengine wa wote, uzidishie yeah. Usungukiwe ile na kwanza iwe na nguvu ndani yetu yeah. Nadhani tunamaliza ukisema ya kwamba Jumanne kuna yu ibada katikati ya wiki Jumatano kuna ibada watu wanaombewa. Jumanne wanaombewa, Jumatano wanaombewa, Alhamisi wanaombewa, Ijumaa ni vile tulivyo watangazia. Jumamosi viongozi wote karibuni, pamoja na washirika atakayepata nafasi, sababu ya matayarisho. Na pia kuna waimbaji wanaimba kwaya, wanaimba nani, kuna mahubiri. Wale ambao wanataka kujifunza kuhubiri, karibuni, karibuni katika ya wu pata nafasi, na Mungu atawabariki. So sina la kusema zaidi, acha tu

yaani tushamaliza huko halafu, unaona hicho ilikuwa imejaa sema kujaa, yeah. Tuweni pesa ya kunyonya hiyo. Mama, unataka niambie ani? Na nyinyi ndio watoto wako, e tutoe pesa ya kunyonya hiyo. hiyo arambe tutakunya mengi sana so before hiyo arambe tuwe tushatoa pesa lile jude liwe wazi, lile jude kule, ili iziendelee isifure, kwa sababu ya hata kwamba ni sana. Sasa hata wewe usipohusika hapo mwanangu, sote tunaenda chooni, na niwaambia, naona kanisa kanisa, kitu cha muhimu sana ni madhabahu na choo, bali na viti, unaweza kaa hata chini ukutiaivi ukishindwa sana unaachilia, halafu unasema ni jasho, wakati unacheza, si tunateleza? Ebe, ebe, so ile ni muhimu sana hata kwa nyumba kama o, unataka sea, kukodisha nyumba usikimbilie room, angalia mahali pa unakaribishwa. So, na Johnny Johnny kwanza sana sana wanawake, usalama wenu ni muhimu. Kwa hizo vyoo vya na kushare na ndio maana yeah. Pale tuliweka watu wa kuosha, any time, any time Amen? Amen. So Mungu akubariki, ni jambo zuri nimekutangazia, wa tushirikiane sii sawa i yeah. yachotushirikiane Amen. Amen. Ombi langu kwa wengine tawatangazia baada ya hii sherehe kuisha sawa alafu tumeandika harusi hapa kwa kanisa jirani hapa. Kuna bisho kwa naoa hapo, alikuwa na mke wake, lakini baba akaenda vile visivyo. Sasa amebarikiwa na bibi anakuja kwa wapo tarehe tano mwezi wa nne. Ndio eh, ipo ndo kunaendaga na kisha kitu chake. Shukuru Mungu kwa dakika moja tu, ndio Mungu. Asante kwa kuongoza jema baba, tunasema ni asante kwa bwana sitamu, tulipoanza ibada hii tumekuwa umulivu wa joto na kwabila naita ya jambo ili Mungu tusikuwache. Hakika Bwana umejitukuza na umenua watoto wako umefungua watoto wako nailito sasa. Yale yote uuliotunenea tuahidi tumekulio tukayaone Bwana kutea watu wasiona kazi, watu waliokosa, watu waliofungwa, watu walio wagonjwa, watu ambao Bwana kwa sasa amani kwa siku nyingi. Kuna vitu vilikuwa vinaharibika, lakini bwana sasa umetengeneza. Baba kaachilia baraka, wanapotoka hapa, akifika kule mala atafika, mungu kamtendee yale anayoomba na anayotamani. Baba wanapotoka hapa, wake ulinzi, wanaotembea na miguu walinde maana njiani kuna mitego mingi inawekwa. Vile vile vile barabarani, walinde kwa vile vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu. Baba wanaovuka feri pia na waweka mikononi mwao aliye na, na safari yoyote baba ya kufika sehemu zozote za mbali pia ziko mikononi mwao walio katari walio wasaudia na waweka mikononi mwao baba, walinde vile walivyoenda, wakae salama na warudi salama. Chochote nao zote baba waondolee na usimame na wao, wasinyimwe chakula na mabosi wao, wanapochukiwa wanapochukiwa vibaya, bali wote naweka mikononi mwao. Naomba baba yangu, tutakapoenda kuachana inaomba Mungu tukaweze kuachana tu kimwili, lakini kiroho tukawe pamoja tikana siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa la na Jumamosi juma na Jumapili kama ya leo, sifa na utukufu ni kwako na ni katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba tuliokomba na hata kuamini tuseme neema na mapenzi Mungu Baba na ushirika wa Mtakatifu uwe pamoja na sote sasa na hata milele Amen. Neema si kufunga macho, wengine una, wanafunga macho, anafunga macho neema, unatakia mwenzako neema mazuri.